Tunakuomba utufundishe maana ya kweli ya agano lako nasi, tusaidie kuelewa kuwa ushindi wetu unatoka kwako, si kwa nguvu zetu. Fumbua mioyo yetu ili tuthamini uhusiano wetu nawe zaidi ya mambo ya dunia. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba, amina. Baada ya Waisraeli kuvuka mto wa Yorodani kwa muujiza, walikuwa tayari kuingia vitani. Wangeweza kuanza mara moja kupambana na adui zao wa Kanaani, lakini Mungu akawaambia kitu cha ajabu, kwamba watahiri wanaume wote wa kizazi kipya. Hili lilionekana kwamba njambo jambo lisilo la kawaida, lakini katika wakati wa vita, kwa siku kadhaa, jeshi zima lingekuwa dhaifu na lisiloweza kupigana. Lakini Mungu alitaka kuwafundisha somo kubwa. Ushindi wa kweli hauji kwa nguvu za kibinadamu, bali kwa uhusiano wa kiroho na Mungu. Kutahiriwa kulikuwa ni ishara ya upya wa agano kati ya Mungu na Waisraeli. Mungu alitaka watu wake wamkumbuke kuwa wao ni wake, wametengwa kwa ajili ya kazi yake. Hivyo, kabla ya kushinda Yeriko, Mungu alitaka kwanza kushinda mioyo yao. Badala ya vita vya nje alihitaji ushindi wa ndani, yaani uhusiano safi kati ya yeye na watu wake. Tunasoma kwenye kitabu cha Matayo, Matayo sura ya sita mstari wa thelathini na tatu bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, hayo yote mtazidishiwa. Tunayojifunza kwenye somo la leo, uhusiano na Mungu ni muhimu kuliko maandalizi ya nje. Tunaona Waisraeli waitulia kwanza, wakakumbuka ahadi za Mungu hivyo hivyo, kabla ya kuanza shughuli zetu, kabla ya kuanza kazi zetu, kabla ya kuanza masomo yetu, kabla ya kuanza huduma, ni lazima tumweke Mungu kwanza. Bila Mungu, juhudi zetu zote ni bure. Tunasoma kwenye kile kitabu cha Kutoka, Kutoka sura ya 14 mstari wa 14, Bwana akipigana kwa ajili yenu nanyi mtanyamaza kimya. Lakini kitu kingine ambacho tunajifunza kwenye somo hili la leo ambao ni somo la Jumapili, kufanywa upya kiroho kabla ya mapambano ya maisha. Mungu aliwataka wa waisraeli watengwe na dhambi kabla ya kushinda. Hata sisi leo hatuwezi kushinda majaribu au changamoto kama hatujaruhusu Mungu hututakasa. Yakobo 4:8 inasema mkaribieni Mungu naye atakukaribieni nyinyi. Kingine ndio jifunza ni kipaumbele cha kwanza, kwamba ni uhusiano wetu na Mungu. Watu wengi leo wanakimbizana na pesa. Watu wengi leo wanakimbizana na elimu. Watu wengi leo wanakimbizana na hadhi, wakisahau muda na Mungu. Hata sisi waumini tunaweza kuwa bize hadi kusahau sala, hadi kusahau neno, hadi kusahau huduma. Lakini Mungu anatukumbusha weka agano kwanza, mengine yafuate. Mfano wa wanafunzi, mwanafunzi anaji tahidi kufaulu mtihani, lakini anasahau maombi. Mwisho anachoka na kushindwa, lakini anapoweka muda wa sala, anapoweka muda wa neno la Mungu kwanza, akili yake inapata utulivu na hekima. Mfanya biashara anaangaika na biashara hadi anasahau ibada. Biashara zinapoyumba anaanza kukumbuka kumtegemea Mungu, ndipo anapoona mabadiliko. Lakini kwa wanafamilia Wazazi wanapoweka maombi na kusoma Biblia pamoja, nyumba yao inakuwa na amani kuliko kugombana juu ya pesa au kazi. LNG White Steps to Christ ukurasa wa 99, wale wanaomtanguliza Mungu katika maisha yao kamwe hawatapungukiwa ya na kitu. Wanaweza kupoteza vitu vya dunia, lakini hawatopoteza amani ya mbinguni. Vile vile aliandika kitabu cha Patriarchs and Prophets ukurasa wa 1507, kabla ya kupata ushindi wa nje lazima tupate ushindi wa ndani kwa kujisalimisha kabisa kwa Mungu. Waisraeli walijifunza kuwa maandalizi bora ya vita ni ibada, si silaha. Mungu anataka na sisi leo tuburudishe upya agano letu naye kwa sala, kwa uaminifu na kwa utii. Tunapomtanguliza Mungu yeye hufanya yasiyowezekana kuwa rahisi. Tunasoma kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa sita: msiwe na wasiwasi kwa neno lolote, bali katika kila neno na kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane kwa Mungu. Tuombe. Ee Mungu wa agano, tunakushukuru kwa kutufundisha umuhimu wa kukuweka wewe kwanza. Tusaidie tusihangaike na vitu vya dunia mpaka tukusahau. Fanya upya agano lako ndani yetu kila siku, ili ushindi wetu utokane nawe peke yako. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba, amina.